Wema alivyopata hiyo mimba ya kwanza sijui alifanyaje, walikubaliana, lakini hmm. Hii ya pili nina video clip hapa ya mama yake na Kanumba alivyoelezea sababu ya Wema kuwa na ile hali ambayo yuko nayo sasa hivi ya kutokuweza kuwa na uwezo wa kubeba mimba. Sasa bila shaka itakushangaza zaidi, kwa sababu wengi tulikuwa tunaamini tofauti kabisa. Kila mmoja alikuwa analeta sababu yake ya tofauti kwamba ni nini hasa ambacho kinapelekea Wema anashindwa kubeba ujauzito eh, na kitu kama hicho hapo hivi. Lakini kumbe kulikuwa kuna sababu nyingine ambayo ilikuwa imejificha, na ni kosa kubwa sana ambalo Wema aliweza kulifanya kwa kutokuti masharti ambayo alikuwa ameambiwa. Bila shaka mamake Kanumba alivyoongea, sauti yake nitakuwekea hapa, utaweza kuisikia na utaweza kumuona mwenyewe pia, mamake na Kanumba alivyokuwa anaongea itakushangaza zaidi. Lakini kabla siweza kuwekea hii sauti ya mamake na Kanumba, naomba nikukumbushe muda wangu wa maana kabisa. Hapa ndo mahali pekee ambapo tutakuwa tunapata zile exclusive stories ambazo unaweza kuzipata mahali popote pale. Kwa hiyo point msingi, hakikisha tu una show love kwa kubonyeza neno subscribe. Ukicheki chini ya hii video, kuna neno limeandikwa subscribe, ufanya tu kulibonyeza mara moja tu. Baada ya hapo, like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho wewe utakomeza kutazama katika hii video. Kama kawaida, mimi naitwa Gabi official, hii ni Bongo Vibe moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na masta basi wanakuwa wa kwanza kabisa kuzipata hapa hapa on time. Sasa kama kawaida, sasa kama kawaida tunafahamu sasa hivi hali halisi ya Wema, ameteseka kwa miaka mingi sana, lakini hajawahi kupata uwezo wa wa kubeba ujauzito. Sababu sababu kubwa kubwa Wema aliyokuwa anazungumza, najua watu wengi wengi wengi sana wanaifahamu, lakini imefikia hatua tumeona hatu kabisa kwamba kwamba mwenye ameshajikatia tamaa, huku wengi walikuwa walikuwa wanasema kwamba sababu kubwa, kwa mujibu wa wengi, walikuwa wanasema kwamba Wema ilichompelekea mpaka kuwa na hali kama ile pale ni kutoa mimba mara nyingi zaidi. Hicho ndicho ambacho watu wengi wanafikiria kwamba ndio sababu ambayo ilimpelekea Wema akaweza kuwa na hali ambayo iko nayo sasa hivi, lakini kumbe haiko hivyo. Ijapokuwa kweli Wema alishawahi kufanya hivyo, alishawahi kutoa ujauzito mara kadhaa, lakini inasemekana kuna sharti moja tu ama kuna kauli moja tu ambayo aliweza kuambiwa na yeye akashindwa kuitimiza na hiyo yu ndio ikaja kuwa sababu kubwa iliyompelekea Wema Sepetu akafikia na kuwa kama vile ambavyo tunamuona sasa hivi. Ni nini hicho? Mamake na Kanumba hapa anazungumza. Naomba nikuwekee hii clip uweze kuisikiliza, lakini kabla sijakuwekea naomba nikukumbushe muda wangu wa mara kabisa, bonyeza neno subscribe. Alafu baada ya hapo utakuja kuniachia comment yako kutokana na hiki ambacho utakuwa umeweza kutazama katika hii video. Mimi nitoka bio official kama kawaida, hii ni Bongo Vibe. Enjoy, alafu tutaachia comment yako. Kanumba alikuwa anamwambia mama, mimi nikizaa na mwanamke, nimeoa Ukusikia ile kesi ya Kanumba na Wema ya kutoa mimba, nakumbuka sasa na Wema mwenyewe alinaambia. mm. Unajua wale walipendana, ndio ikatokea vurugu kama kawaida, vijana. Wema alivyopata hiyo mimba ya kwanza, sijui alifanyaje, walikubaliana mm. Lakini hii ya pili akamwambia, hivi, naomba mtoto wangu, mama yangu yupo na bado kijana atamtunza. mm. Wema akapata vishawishi, hata yeye mwenyewe anaielezea, akaitoa mimba. Kanumba alisikitika, akanambia mama Wema katoa mimba yangu. Akamwambia Wema, utakaa uzae labda urudi tena kwangu. Nikamwambia Wema, njoo twende kwenye maombi au kwenye dua, wewe ni Muislamu, tuvunje, mimi ndio mama yake Kanumba, tuvunje hii nani, hey, tuite sijui laana sijui kama sulana eh, hey, tuivunje ili uendelee na mambo yako kwa kwa salama, lakini labda wengine walimshauri vingine ikamwacha hatuna ugomvi naye, lakini sina mawasiliano naye. Mimi sina mengi zaidi, lakini maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho mama yake na Kanumba ameweza kukizungumza hapa kuhusiana na ukweli juu ya sababu ambayo imemfanya Wema asiwe na uwezo wa kubeba mimba mpaka sasa hivi? Naomba nikukumbushe kabla hujiweka comment yako hapo chini, bonyeza neno subscribe chini ya hii video, alafu tuambie kwenye comment section nini maoni yako. Usisahau pia kushare video kwa wanao pia na waweze kujua ukweli juu ya hiki ambacho pengine wao walikuwa wanafikiria tofauti. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video, bye bye.